It may be in underscore itmbnns Yusuf Militatu saa so, kusubscribe kwenye channel yetu ya Goal 255, maana kusubscribe utakuwa unajipatia uh, ishu zote zinazoendelea katika ukurasa wetu huu za kimichezo zaidi, lakini kama vile unahitaji maswala yote ya kiburudani unaweza ukasubscribe kwenye ukurasa wetu wa TNCTZ, lakini hapa ni maswala ya michezo tu. Na leo hii nimekuletea mishahara au kibunda wanachochukua wachezaji wa Simba Sports Club yani. Nakuletea wachezaji wa Simba Sports Club wote pamoja na mishahara yao, kila mwisho wa mwezi wanaingiza bei gani? Let's go direct bila ku waste time, tunaanza na bwana mkubwa Ayub Lakredi ambapo umri wake unitakriba ni takriban miaka 29 kwa mwezi anachukua kibunda cha milioni 19. Tukitoka hapo, let's go direct kwa Spiderman Kamara ambapo kwa mwezi anachukua takriban Tanzania shilling 6 milioni. Je, yeah, unaamini kwamba Mwamba na ustawi wake wote na ustadi wake wote anachukua kibunda kidogo kuliko Ayubu Lacredi ambaye ndo goalkeeper uh... Mwarabu kuweza kucheza katika ligi yetu, lakini tukitoka hapo, let's go kwa Aishi Salum Manula. Aishi Salum Manula ana umri wa miaka 29 akiwa anachukua kibunda cha milioni kumi eh, ya yeah, milioni kumi taslim. Tukitoka hapo, let's go direct kwa Ali Salum, bwana mdogo ambaye ametolewa chini na kupandishwa juu, mwenye umri wa miaka 24 kwa sasa anachukua kibunda cha 2.5 milioni, milioni mbili na laki tano. Kama unadhani mpira haulipi basi E, utakuwa una matatizo, lakini kama unaona mpira unalipa, basi kama ndo mwanao umemwanzisha, kwa maana yake maana huko uh, kuna kibunda kirefu sana. Lakini pia Abel, eh, golikipa naye anachukua kwa mwezi milioni 1.7 tukitoka hapo, tushamalizana na magolikipa wote. Let's go direct kwa wachezaji let's go pale, tukianza na safu ya ulinzi, tunaanza na Hamza. Hamza mwenye umri wa miaka 22 anachukua takribani shilingi milioni 2 29. Tukitoka hapo baada ya kumalizana na Hamza tunaingia kwa Chamu ambapo mwenye umri wa miaka 25 anachukua takriban Tanzania shilingi milioni 3. Tukitoka hapo, uh, let's go kwa Chema Loan Fondo eh, uh, yeah mwenye umri wa miaka 25 pia anachukua takriban milioni 11. Zimbwe Junior ye yeah, yeah. E, mwenye umri wa miaka 28 na 9, anachukua takriban milioni kumi na nane tukitoka hapo, let's go kwa Nouma. Nouma anachukua takriban shilingi milioni mbili kwa mwezi, lakini nilisahau kukutajia umri wake. Umri wake ni ana umri wa miaka 25. Duchu, Duchu anachukua takriban shilingi milioni tatu, uh, kwa mwezi mwenye umri wa miaka 23. Kapombe, uh, Kapombe ana umri wa miaka 33, kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni 15. Kapombwe na Zimbwe e, ni e, beki wa kulia pamoja na beki wa kushoto. kushoto Beki, beki wa wa anachukua 18, Kagoma anachukua mwenye umri wa miaka 29 anachukua t -t takriban Tanzania shilingi milioni saba. Tukitoka hapo let's go kwa Okejefa. Okejefa, mwenye umri wa miaka 21. Kwa mwezi anachukua takriban Tanzania shilingi milioni tano. Let's go kwa Fabrice Ruamba Ngoma. Uh, Fabrice Ruamba Ngoma. tariban Ngoma ana umri wa miaka 31. It means that Kapombe ni mkubwa kuliko Ngoma, uh, ukumbuke hilo. Kwa mwezi anachukua takriban milioni 24. Mzamiru Yasin anachukua kwa mwezi takriban Tanzania shilingi milioni 10 akiwa na umri wa miaka 29. Uh, Fernandez Mvambu anachukua kwa mwezi takriban Tanzania shilingi milioni tatu akiwa na umri wa miaka 25. Lakini Ahua, kipenzi cha wanasimba uh, mwenye umri wa miaka 23, kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni tisa. Lakini tukienda kwa Awesu Awesu Rasta, uh, mwenye umri wa miaka 28, kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni tano. Kibu Dennis, uh, Prosper, mwenye umri wa miaka 26, kwa mwezi anachukua Uh, Tanzania shilingi milioni 18. Edwin Balua Mwenye umri wa miaka 23 kwa mwezi anachukua takriban Tanzania shilingi milioni mbili kwenti tano. Mutale ana mwenye umri wa miaka 23 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni nne. Lakini Mpanzu mwenye umri wa miaka 23 pia kwa mwezi anachukua takriban Tanzania shilingi milioni kumi. Leonel Ateba Striker Force, mwenye umri wa miaka 26 anachukua takriban Tanzania shilingi milioni 20. Uh, uh, tukimalizia na wachezaji watatu wa mwisho Mukwala mwenye umri wa miaka 25 kwa mwezi anachukua takriban Tanzania shilingi milioni 11, lakini Chasambi mwenye umri wa miaka 21 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni tano. Mashaka mwenye umri wa miaka 19 kwa mwezi anachukua Tanzania shilingi milioni mbili. Na hao ni wachezaji wa Simba Sports Club na vibunda vyao ambavyo walivyokuwa wakichukua au ndo wanavyochukua kila mwisho wa mwezi. Ulikuwa nami bin underscore Yusuf, usahau kusubscribe, maana tutaendelea na timu zingine. Next time tutaenda kwa Yanga, tutaenda kwa Azam, tutaenda kwa Singida na timu zingine zote. So uh, endelea kutufuatilia kwenye Goal 255. See you, until the next time.